Habari zenu wa Tanzania. Hii video ni ya maana sana. Hii video ni ya msingi sana. Ni lazima kila mtanzania aone hii video. Hii video lazima itrend, lazima mtumiani kila sehemu. Sasa ni hivi, for the last week or two tumekuwa tukiona uh, vikundi vikundi vya uh, taasisi za Kiislamu au watu tu wanakuja wanasema wao ni mashehe, sijui wawapi wawapi, wamevaa sijui barakashia zao ni nini Alafu wanatangaza vita na Wakristo, wanatangaza vita eh, za kidini, wanatangaza wao watachinja waandamanaji, sijui wao watafanya nini. Wanafanya press conference kabisa na vyombo vya habari na wanaongea maneno haya. Cha kwanza kabisa inabidi Watanzania, hii situation tutumie akili za mwisho, yaani tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu tutumie akili zetu zote alizotupa Mungu. Cha kwanza inabidi Watanzania mjiulize, kwa nini serikali inaruhusu, kwa nini jeshi la polisi linaruhusu watu kuja kuongea maneno ya hatari hivi kwenye press conference? Kwa nini watu wanatangaza vitu vya hatari hivi? Tutachinja, tutaua, sijui tuta nini, waandamanaji sijui, uh, uh, Wakristo hivi sijui teki hivi. Kwa nini wanaruhusu vitu hivyo? Inabidi mjiulize kwa jinsi hii ichi ulivyo sahivi, kwa nini wanaruhusu hichi kitu? Jibu ni kwamba hii ndio strateji ya serikali batili, serikali haramu. Hii ndio strategy waliokuja nayo CCM ya kuweza kuwa ya kuweza kupunguza upinzani wa wananchi kwao. Wanawao distract wananchi, wanawaondoeni kwenye upinzani wenu na serikali, wanawageuza mgombani wenyewe kwa wenyewe. Inabidi Watanzania ambao hamjasoma vitabu, msome vitabu vya madikteta wengi madikteta wengi duniani wanashikiliaga nchi wanashikiliaga pawa kwa kutengeneza adui ambao wananchi wanajikuta wako bize na yule adui. sisi sisihemu anacho sasa hivi Watanzania sasa hivi, tukishakuwa bize na mambo ya dini, tukishakuwa bize Samia kapona. Tukishaanza hivi Waislamu wa Kristo wa sisi wenyewe kwa wenyewe, Samia kapona na ndio kitu ambacho Samia anajaribu sasa hivi kukifanya kwa nguvu zote. Ndio maana mnaona serikali imeruhusu hawa watu kuja kuta, kuongea mambo ya hatari kwenye nchi kiasi hiki. Ndio maana unaona wanaruhusiwa wachukulia tu, ni kwa sababu wamewekwa wamele, ni kwa sababu wamewekwa wamepangwa kuja kuongea hivi, na serikali haramu Samia na mtoto wake wame waje kufanya hivi ili wao wow, wa, waendelee kushikilia nchi. Sasa sisi kama Watanzania what can we do kwenye situation? sisi kama Watanzania tunaweza kufanya nini kwenye situation ambayo sasa hivi Samia na mtoto wake Abdul wanajaribu kutuingiza kwenye vita za kidini? Sasa Watanzania, yaani hawa watu wanaichukia Tanzania kwa kiasi hiki yaani, Samia anataka urais kwa kiasi hiki, yuko tayari Tanzania iingie kwenye vita ya kidini kuliko yeye atoke. Sasa sisi tutafanya nini? Hiki ndo kitu ambacho tunaweza kukafanya. Sisi Waislamu, sisi Waislamu tunajijua hatuna shida na Wakristo. Tanzania haijawahi kuwa nje ya kidini, hatujawahi kuwa na haya mambo. Haya mambo yes, Ivi, you know, ya sasa hivi yanayoonekana yanaletwa na Samia Naomba niwarudishe nyuma hawa TEC wanaosemwa leo kwa, kum... kwa haya matamko wanaosemwa na hawa mamluki waliowekwa na Samia. Hawa TEC walikuwa wanatoa matamko haya haya kwa Magufuli. Hawa TEC walimpinga Magufuli, na Magufuli si alikuwa mkatoliki yule? Na hawa TEC walikuwa wanatoa matamko ya kudai haki kipindi cha Magufuli. Kwa nini sasa hivi igeuzwe iwe ni ishu ya dini. Ni kitu gani teka ambacho wanakifanya kipindi cha Magufuli amini kipindi hiki cha Samia ambacho hawakukifanya kipindi cha Magufuli? Mimi hapa nilimpinga Magufuli, nawakumbusheni, mimi nilimpinga Magufuli. Mimi ni Mwislamu, nilimpinga Magufuli, hata siku moja sikusikia Wakristo wakigeuza ile ishu yangu na Magufuli wakasema Mange amtaki Magufuli kwa sababu Magufuli ni Mkristo. Mbona Wakristo hawakufanya hivi? Leo watu wanamsema Samia, wale waislamu wabakwata mashi ya ubwabwa wanatoka wanasema ni dini. Je, yes, sisi waislamu tuliomsema na kumtukana Magufuli, mbona wakristo wa, hawakuja ku, kutaka kutuchinja kutuambia sisi ni wadini, hatumtaki Magufuli kwa sababu ya dini? Kwa nini waislamu ndo leo tunaleta udini? Sisi cha kufanya ni, ni, ni hiki. Sisi waislamu tunaoijua dini yetu na kuipenda, ambao hatulipwi, ambao sio mamluki, tufanye hii kazi. Cha kwanza sisi waislamu tuhakikishe tunawahakikishia ndugu zetu wa Kristo kwa njia zozote kwamba sisi hatuko na hao mamluki waliolipwa na Samia wanaolipwa na Abduli wanaotumwa. Tuwahakikishia ndugu zetu wa Kristo kwamba sisi hatuko na wale kwamba wale ni watu wachache kumi, wale ni watu wachache ambao wamepangwa na serikali ili waje wabadilishe hili tatizo la unyimwaji haki Tanzania libadilike liwe tatizo la dini. Hawa watu ni tu, comment, wa hatari kiasi hiki, tuhakikishe tuna comment. Sisi Waislamu tuhakikishe tuna comment kila sehemu kuonesha hatuko na, na hii misimamo mibaya mibovu inaokuja kuharibu nchi yetu, tuhakikishe tunaikataa, tuhakikishe tunaongea pale tunapoweza, na kingine tuache kutrendisha video za aa wapumbavu wanazokuja kuongea hivi. Wakiongea hivyo, ndugu zangu, usiposti usi ukikuta imepostiwa sehemu usikomenti hizi, hizi posti ili yani tusiwape airtime hawa mbwa, na ukikuta peji imewaposti wale, unfollow hiyo peji. Yani lazima kila mtu anayeposti yo, peji yoyote inayoposti hawa wa, hawa mamluki wa huni wanaojiita Waislamu waliolipwa na Samia na Abduli kuja kuleta udini kwenye nchi yetu, hakikisha unamfollow hiyo peji, hakikisha hatuko tena yoyote anayewatundisha na hata wewe unaoposti kuwatukana unawatrendisha, unapeleka meseji yao huko kingine. Na nyinyi Wakristo pia inabidi pia mchukue mchukue mchukue hili swala kwamba sio sio swala la Waislamu. Hii msichukulie kama ni sasa hivi kuna ishu wa Waislamu na Wakristo. Na nyinyi Wakristo pia mna responsibiliti ya kujua kwamba hii ni ishu ya Samia kutaka kubaka kubaki madarakani. Ana, ana, anajaribu kuingiza dini ili Watanzania tugeukane. Tukishageukana sisi, yeye ye kapona. Kwa hiyo tusi, na nyinyi Wakristo pia mtumie akili. Hakuna vita ya Wakristo na Waislam Tanzania, haipo wa, sisi Watanzania wote adui yetu ni mmoja. Wakristo wa Waislamu wapagani wa Zanzibari adui yetu ni mmoja, CCM adui yetu ni Samia Suluhu. Tunachokitaka wote wa Tanzania bara visiwani tunachokitaka ni haki. Haya mambo ya dini yanatokea wapi? Mambo ya Uislamu Ukristo yanatokea wapi? Kama sio tunachezewa akili na kina Kikwete. Tunachezewa akili. Tusikubali kuingia kwenye mjadala wowote wa, wa kidini wanaotutishia kwamba sijui mkiandamana tutawachinja, si tutani tutakutana, tuta na nyie tarehe tisa. Njooni, njooni tarehe tisa.